Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Fina bwana aliamua kufanya kazi na msanii kutoka Kenya ambaye anafahamika kwa jina la Will Po, na kama unavyoelewa kwamba kumekuwa na controversy kati ya Will Po na watu wa Tanzania, wametokea kumchukia sana tokea alivyofanya gafujo katika show ya Diamond Platinumz kule Kenya, na baadaye akaclaim kwamba Diamond alikuwa anaogopa kupanda baada ya yeye kupanda, kupanda jukwaani. Umeona bwana, na hiyo inshu ilipelekea Diamond kuto kuperform. Sasa at the end of the day, kukaibuka mgogoro mkubwa sana katika mitandao ya kijamii kati ya Tanzania na Kenya kuhusiana na inshu ambayo imetokea kati ya hao wasanii katika tamasha hilo. Lakini kwa na hayo yote bwana, jambo ambalo limekuja ku happen ni kwamba huyu Fina akaenda kufanya collab na Baraka na, sorry ameenda kufanya collab na Willy Paul kule Kenya, kitu ambacho kikaja kuwakera watu wengi, wakaona kwamba okay, hii ni mistake e, Fina kwa nini ameenda kufanya collab na na msanii huyo kutoka Kenya, hivyo basi ikapelekea moja kwa moja. Ya, ikapelekea moja kwa moja moja moja kwa kwa watu wakaanza kumind, lakini hiyo insha ikuishia hapo. Fina akaendelea tena kufanya kolabo na msanii mwingine tena huko huko Kenya, jambo ambalo baadhi ya ma YouTuber kutoka Kenya wamekuwa wakimkosoa Fina kwenda kufanya kolabo na wasanii wa Kenya wengine, sasa kiasi kwamba hawaeleweki. Kwa hivyo basi, Sabato akiwa mmoja kati ya wasanii ambao uh, sorry, Sabato akiwa kama mmoja kati ya watu wa YouTube huko Kenya ametoa maoni yake akidai kwamba wa Tanzania itabidi wamtumie nauli Fina arudi nyumbani Tanzania, kwa sababu sasa hivi anafanya kolabo na wasanii wa ajabu ajabu nchini humo. Umeona bwana, eh? So hicho ndio kitu ambacho kimehappen happen, maana tunafahamu kwamba alianza kufanya kolabo na Otile Brown, kila mtu alipenda, lakini tokea alipoanza kufanya kolabo na alipoenda kufanya kolabo na uh, eh, Willie akafanya ha, tena kolabu na msanii mwingine hapo wa, wadau mpaka Kenya kule wamekuwa wakidai kwamba anafanya kolabu na watu wa ajabu ajabu. Na siku sio nyingi atafanya kolabu na Steve Simple Boy huko Kenya, kwa hiyo Watanzania wamtumie nauli aweze kurudi. Sasa Fina amekuja ku-reply, amekuja kujibu hizo shutuma kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano hapa kuna peji imekuja kuripoti wakiwa wanasema kwamba bwana, mambo yamechangamka Instagram baada ya baada ya muunda maudhui wa huko Kenya anayefahamika kwa jina la Sabato kumshambulia msanii wa bongo flava Fina kwa matusi ya kisanii akidai. Huyu Sabato alidai kuwa Fina amekuwa na tabia ya, ku, ya kuimba na kila msanii wa Kenya atajikuta amefanya kolabo eh, akitaja kwamba amefanya kolabo na Willy Paul, Otile Brown na sasa hivi kuna jamaa anaitwa Prince Ida eh, kwa nyimbo zisizoenda popote lakini pia vile vile kwa kwa mzaha sana, Sabato aliwashauri watanzania wachange mchango wa nauli ili Fina aweze kutumiwa aweze kurudi nyumbani. Lakini Fina hakukaa kimya, kupitia Instagram akaunti yake pale juu katika Insta story ameibua kicheko mtandaoni kwa kusema kwamba jam, jamani nivumilieni kidogo, bado nasubiri kolabo na Ruto, ndio mnichangie hizo nauli nirudi Tanzania. So Fina amekuja kujibu hivyo kwamba anasubiri kufanya kolabo na Ruto, rais wa Kenya, ili baada ya hapo ndo achangiwe nauli aweze kurudi Tanzania. So ukiwa kama mdau unazungumzaji kuhusiana na majibu ya Fina? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.